Rais wa PST anakuja. Wafamasia oye! Dkt Samia oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote, namshukuru Mungu aliyetupatia neema ya uhai kutuwezesha kuhudhuria mkutano huu. Pili, kwa niaba ya wanataaluma wa kada ya farmasi na kwa niaba yangu binafsi naomba nichukue nafasi hii kutoa shukurani zetu za dhati na kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika mkutano wetu mkuu wa mwaka 2025. Tunatambua majukumu yako muhimu na nyeti kwa taifa letu, lakini umeweza kutenga muda wako na kuja kujumuika nasi leo. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu ya mkutano wetu mwaka huu ni pharmacy, kiini cha afya kwa wote, ubunifu uwekezaji na afya jumuishi kwa wote chini ya uongozi wa mabadiliko. Mheshimiwa mgeni rasmi, ukiangalia kauli mbiu yetu hii inaongelea ubunifu. Miongoni mwetu tunao wanataaluma ambao kwa jitihada zao binafsi lakini kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wameweza kufanya ubunifu tangu utafiti mpaka utengenezaji wa bidhaa na zina, zimesajiliwa na mamlaka na zinatumika kuhudumia Watanzania hapa nchini. Katika eneo hili, mheshimiwa mgeni rasmi, tunaendelea kufanya mawasiliano na taasisi zinazosimamia uendelezaji wa tafiti kwa maana ya COSTECH, lakini na NIMRI, kuona ni namna gani tutaweza kuchochea ubunifu na uzalishaji wa bidhaa za afya hapa nchini. Katika hili mheshimiwa mgeni rasmi tunaomba utusaidie namna ambavyo tunaweza tukafika katika hatua ya kuwa na health Commodity incubation technology, health Commodity technology incubation center kama tuliyonayo Costech kwa maana ya teknolojia. Hii itasaidia wale wote wenye mawazo kuwa na sehemu sahihi ya kwenda kukaa kubadilisha mawazo yao kuyaweka katika bidhaa ambayo itatumika hapa nchini. Tunafahamu kuna kuna center kama Mwimbili wako na center nzuri, lakini tunafahamu pia St John wako na center. tunachohitaji hapa ni uwezeshwaji ili hizi center ziweze kupokea e, wataalamu wenye mawazo hayo na kuweza kuwaelekeza namna gani kuyabadilisha mawazo kuwa bidhaa. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba pia niseme kwa kuwa sisi tumepata nafasi hii kwa mara ya kwanza kuwa na wewe tukutaarifu kwamba chama chetu ni miongoni mwa vyama vya mwanzo kabisa vya taaluma za afya hapa nchini, kikiwa kimeanzishwa mwaka elfu moja mia tisa sitini na saba na kusajiliwa na msajili wa vyama vya hiari lakini chama chetu cha wafamasia Tanzania pia ni mwanachama wa vyama vingine vya taaluma duniani ikiwa ni pamoja na chama cha wafamasia Jumuiya ya Madola, Commonwealth Pharmacists Association na shirikisho la vyama vya wafamasia duniani FIP. Mheshimiwa mgeni rasmi, wafamasia kwa ujumla wetu tunapongeza wewe pamoja na serikali yako kwa juhudi zako za kuelekeza yatengenezwe mazingira bora ya kuvutia wawekezaji maeneo mbalimbali ikiwemo uwekezaji katika sekta ya afya hususan hususa, uanzishwaji wa viwanda vya bidhaa za afya, vituo vya afya binafsi hapa nchini. Tunaona kasi ya kuboresha huduma za afya hapa nchini ikiwa katika hatua nzuri hasa tunapoelekea katika kuwa na utalii tiba hapa nchini. Sisi kama wafamasia tuko tayari kuendelea kutoa huduma za kifamasia katika ngazi ambayo inatarajiwa ili kuendelea kuchochea utalii tiba hapa nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaipongeza serikali ya awamu ya sita kuendelea kuboresha pia eneo la rasilimali watu katika sekta ya afya, na hapa tumeona serikali ikiajiri wafamasia na wa teknolojia dawa Jambo hili linaongeza tija katika kulinda afya ya jamii za Watanzania na kuhakikisha kuna kuwa na matumizi sahihi ya dawa ili kuepusha dam, jam, jam, jamii yetu dhidi ya usugu wa vimelea vya dawa na magonjwa, vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa na magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mwaka elfu mbili na ishirini na nne tumeona sekta ya afya ikiwa na tari. Kwa mujibu wa taarifa ya budget ya wizara ya afya, sekta ya afya ikiwa na waajiriwa au watumishi wapatao laki moja ishirini na sita elfu mia tisa ishirini na tano wakati mahitaji halisi ya sekta nzima ya afya ikiwa laki tatu arobaini na nane elfu mia tisa ishirini na tatu. Jambo hili linafanya upungufu kwa mahitaji ya watumishi katika sekta ya afya kuwa asilimia 64. Kwa sasa, jumla ya wanataaluma nchini wa kada ya pharmacy tunakaribia elfu kumi na tatu mia saba. Katika hao ambao wote wamesajiliwa na Baraza la Pharmacy, wa wafamasia pharmacy ni 3818, fundi dawa sanifu ni 8798, na fundi dawa saidizi ni elfu moja na themanini na tisa. Na kila mwaka takribani wanataaluma 500 wanamaliza vyuo na kusajiliwa. Tunaomba serikali itoe ajira kwa kada hii ya pharmacy kwa angalau watumishi elfu moja kwa mwaka wa fedha wa 2025, 2026 ili wanataaluma hawa Wakawahudumia wa Tanzania na kuongeza usimamizi wa bidhaa za afya. <coughs> Mheshimiwa mgeni rasmi, eneo lingine ambalo tunaomba tulilete kwako ni shukrani zetu kwa serikali kwa jinsi ambavyo imeendelea kuwa na imani kubwa kwa wafamasia na kuwapa majukumu katika kutekeleza uwezeshaji wa huduma nchini Tanzania na hata katika uongozi maeneo mbalimbali. Na hapa, tunashukuru na tunaweza kusema kwamba tunaye mfamasia mitangu Adam Fimbo ambaye ni msimamizi katika mamlaka ya chakula, mamlaka ya dawa na vifaa tiba, TMDA, lakini bohari ya dawa ikiongozwa na mkurugenzi mkuu mfamasia Mavere Tukai lakini tunaye mwenyekiti wa bodi ya wadhamini ya Bohari ya dawa ambaye ni mfamasia Rosemary Sila. Kadhalika tunaye mfamasia Apolin, profesa Apolinari Kamuhabwa ambaye ni mkuu wa chuo, makamu mkuu wa chuo cha Afya Shirikishi Muhimbili. Mheshimiwa mgeni rasmi, tukisema hivi yawezekana ikafikirika kwamba wafamasia tuko kwenye eneo la taaluma tu, huduma za taaluma tu. Tunaye mfamasia mheshimiwa mbunge Florent Kyombo, mbunge wa Kyerwa, lakini tunaye mfamasia, mfamasia Kainja ambaye ni mbunge viti maalum Igunga, lakini pia tunao wafamasia ambao serikali yako imewaamini na kuwapa nafasi mbalimbali mbali ikiwemo ukurugenzi wa halmashauri. Katika kuyasema haya, tunasema ili mheshimiwa mgeni rasmi, eh, serikali yako iendelee kuona kwamba chama cha wafamasia na wafamasia kwa ujumla wetu tunao uwezo na umahili, na hivyo tunaomba nafasi zinapotokea za kufanya maboresho na kuweka watu katika maeneo mbalimbali, pia wafamasia waendelee kuangaliwa kwa jinsi ya uwezo wao na umahiri wao katika kutenda kazi, na hili tunaomba tuliunganishe, mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na vyeo vile vya sekta ya afya visivyokuwa vyeo vya taaluma. Tunashukuru sana serikali yako sikivu, imeshaelekeza baadhi ya majina ya vyeo hivi yatoke kuashiria taaluma fulani na hilo limekwisha kutekelezeka. Lililobaki mheshimiwa mgeni rasmi, majina ya vyeo yamebadilika, lakini sifa bado zinasoma mwelekeo wa taaluma fulani. Hii inanyima serikali fursa ya kupata wana, uh, viongozi kwenye vyeo vile visivyokuwa vya kitaaluma, hasa kwa kuwa tu sio wenye taaluma ambayo imesemwa katika sifa. Kwa mheshimiwa mgeni rasmi tunaomba hili liangaliwe ili tuweze kusogea hatua nyingine katika hiyo hatua ambayo serikali tayari imeshaifanya. Mheshimiwa mgeni rasmi, chama cha wafamasia tunaipongeza serikali ya awamu ya sita kwa kuongeza bajeti ya afya kwa mwaka 2024, 25 kufikia trilioni 1.5 lakini na mwaka huu tunaona pia imeendelea kuongezeka ambalo ni ongezeko la bilioni sabini na sita ukilinganisha na bajeti ya mwaka elfu mbili na ishirini na tatu na ishirini na nne ambao ni asilimia sita ya ongezeko. Hii inaonyesha ni kwa kiasi gani serikali imedhamiria ime kuhakikisha watanzania wanakuwa na afya njema kwa kupata huduma bora za afya, na hii inatupa sisi kama wafamasia hamasa ya kuongeza ubunifu na usi, katika usimamizi na kudhibiti rasilimali hizi ili kufanikisha lengo la upatikanaji wa dawa na vifaa tiba ambayo inaweza kutafsiriwa kuleta huduma bora za kitaalamu kwa lengo la kuokoa maisha ya Watanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomba kuleta kwako ombi lingine ambalo linahusiana na muundo na hapa tunalenga kuomba maboresho ya muundo kuanzia Wizara ya Afya, katika hospitali zetu, hospitali yetu ya taifa Muimbili na Muimbili Upanga na Mloganzira, hospitali za rufaa za kanda, hospitali maalum na hata katika hospitali za mikoa. Tunaomba tu of, eh, ofisi yako na serikali yako iweze kuelekeza tuweze kupata kurugenzi ya dawa ndani ya maeneo haya. <coughs> Mheshimiwa mgeni rasmi, jambo hili nakiri, sisi tunakiri kama chama cha wafamasia, si kwamba halijaanza kufanyiwa kazi, limeshaanza kufanyiwa kazi, ila tunachokiona hapa ni mkwamo, linachukua muda mrefu, na ni jambo ambalo tayari sisi kama wataalamu tulikwisha ku wasilisha mapendekezo ya muundo, kwa maana ya kwamba kwa uboreshaji wa huduma za afya ambayo serikali inafanya kuelekea utalii tiba nchini, ni lazima eh, idara I mean, eneo la pharmacy liweze kuwa na msimamizi anayesimamia clinical pharmacy. Hili ni eneo ambalo linasimamia utaalamu kuhusiana na dawa na nini ambacho anapata mgonjwa na namna gani zitamsaidia, na hili eneo likipata usimamizi litasaidia taaluma ya pharmacy kusaidia wanataaluma wengine uh, wakada ya afya kutoa huduma nzuri. Lakini eneo lingine ambalo tumeona eneo lingine ambalo tumeliona kwamba katika kurugenzi hiyo itakapoanzishwa katika ngazi zote hizo, tuwe na mtu anayesimamia mnyororo wa upatikanaji wa bidhaa za afya. Tunasema hivi kwa sababu atakapokuwepo mtu maalum wa kusimamia na ana mamlaka na nguvu hizo za kimuundo, atakuwa na nafasi nzuri ya kushauri vizuri na kuingia katika maeneo ya kutoa maamuzi, ili tuweze kufika katika eh, uhakikisha upatikanaji wa dawa kwa asilimia za kutosha. Aidha mgeni rasmi, eneo lingine ambalo tuliliweka katika muundo ni eneo la healthy technology assessment. Huku ndiko kunaingia wale wachumi wa afya health economist na wafamasia waliosomea pharmacoeconomics. Na hii mheshimiwa mgeni rasmi ita, ikitengwa namna hii itachochea ubobezi, kwa sababu tayari wanabobea, wanajua wanakwenda kutumika katika maeneo gani. Kwa hiyo, mheshimiwa mgeni rasmi, katika eneo la muundo tunaomba liwe namna hiyo, na hii itaongeza umiliki kwa maana ya ownership na ushiriki wa wafamasia kwenye maamuzi na usimamizi katika kuhakikisha hali nzuri ya upatikanaji wa bidhaa za afya hapa nchini.